Basi nakaribisha katika kipindi hiki cha tuijue Biblia, ili tuweze kuungana pamoja kwa ajili ya kuweza kuangalia nini zaidi ya kulifahamu neno la Mungu. Basi kabla tujaanza, tunapenda sana tuweze Mungu wa mbinguni na Mungu wa mbinguni atutangulie katika yote, na Roho Mtakatifu akae mwalimu zaidi. Ya si sote ambao tunatamani kuijua Biblia. Tuombe. Sante, Mungu wetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. We Mungu, uliyemleta mwana wako Yesu kwa ajili ya kwetu kulimtoa sadaka. Tuliona tumekukosa sana Mungu wa uzima. Lakini, ukamuleta mwana wako Yesu kwa ajili ya kwetu. Akafanya kazi, akaimaliza. Akamuleta Roho Mtakatifu katikati ya maisha yetu. Baba, tunaomba ututangulie na asiatuwezi kufanya jambo lolote bila wewe. Tumesema tutaenda kuyeweza mambo yote katika wewe, ambao unaendea kututia nguvu. Mungu amesema tutangulia katika kipindi hiki, Mungu mzima. Katika china mwana wako Yesu alikuwa kwa ajili yetu, ni hadi yako ukasema kuwa tukiomba kupitia jina hilo, Baba utaenda kupatia mahitaji yetu, nami ikiomba kushukuru kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Eme, basi karibu mtazamaji, karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuweza kutufundisha pamoja kwa ajili ya kuijua Biblia wetu, tunaangalia kipindi hiki tulicho nacho, jinsi ambavyo Mungu amemleta mwana wake Yesu Kristo kwa ajili ya kwetu, na tumeona jinsi ambavyo kipindi hiki tulichokuwa nacho, kipindi cha Kwaresma. Sasa tunakaribia kumaliza Kwaresma, na kama tunakaribia kuimaliza Kwaresma, ni maandalio kwa ajili ya kuukomboa ulimwengu, maandalio kwa ajili ya kuweza kumkomboa mwanadamu, maandalio kwa ajili ya kuweza kukomboa wewe na mimi. Injili hizi nne zote zimeandika habari ya ukombozi wa kwetu. Katika upangiliwa wa vitabu utaangalia Injili zote imetangulia Injili ya Mathayo, lakini katika mifumo haikutangulia Injili ya Mathayo. Injili ambayo ilitangulia ni Injili ya Marko. lakini Marko alivyoandika ikaja Injili ya Luka, baada ya Injili ya Luka ikaja Injili ya Mathayo, mwisho Injili ya Yohana, lakini katika upangiliaji wa vitabu Uh, wale wasomi wetu waliotutangulia walitanguliza injili ya Mathayo kwa maana aliwalenga Wayahudi, ndio maana alitanguliza injili ya Mathayo. Lakini kipindi tulicho nacho hiki, nitamani kujifunza sana habari ya kazi za Yesu kipindi cha Juma Takatifu. Uh, kipindi tulichopita tujifundisha habari jinsi ambavyo Yesu aliingia Yerusalemu. Baada ya kuingia Yerusalemu hakufanya kazi yoyote lakini baada ya kuwa hakufanya kazi yoyote aliendelea kuangalia kubwa kuliko yote alipokuwa anakabia ile ule mji akauangalia akasema kuwa ndeni mtamuona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu bado kwa nini anasema mkamchukue yule mwanapunda yule mwanapunda ilikuwa ni mali ya mtu mwingine lakini kwa maana watu walikuwa wanaliamini neno walikuwa wanamfahamu mfahamu Yesu lakini wale watu waliotumwa, wanafunzi wake, wakasema kuwa itakuweje kama tutaenda kwa yule mwanapunda na yule punda sio wa kwetu. Lakini walipoenda wakasema, alipousema kuwa hapana haja naye, tayari wakamruhusu kumruhusu kwa nini? Kwanza, tunapotakiwa kumtumikia Mungu, tujitoe sisi wenyewe na mali za kwetu. Inafika kipindi tunajitoa sisi, lakini vitu vingine vinabaki. Wenzetu walipokuwa hako kule Misri, walipokuwa wanatoka mtumishi wa Mungu Musa alisema kuwa tunatoka sisi na wake zetu na watoto zetu na mali zetu, hakuna kinachobakia nasi. Tunapoitoa kumtumikia Mungu sio tunajitoa nusunusu, jitoe wote pamoja, sisi na familia za kwetu pamoja na mali za kwetu. Ndipo Yesu ah, alipomwomba ile hilo mwanapunda akachukua wakampelekea Yesu. Akaenda kupanda, alipanda ile mwanapunda, anatembea kama mfalume, kwa maana angepanda farasi ingeonekana kuwa ni kipindi cha vita, lakini anapanda manapunda kama mfalume. Bwana Yesu asifiwe sana, na ndipo tunaangalia ile siku ya Jumatatu wa kufanya kazi, na kama Jumatatu kufanya kazi, taku kuwa umeenda kuangalia kusoma ile injili Injili ya Marko Mtakatifu anasimulia habari za Yesu alipokuwa yuko hekaluni, lakini tunatamani tuangalie siku ile ah, ya Jumapili ya Mitende. Ukisoma Marko sura ile ya kumi na moja mstari wa kwanza utaona jinsi ambavyo watu wanaandamana. Watu walipokuwa wanaandamana wana, anapita eneo lile, kulikuwa na mitende mingi, watu wanavunja matawi ya mitende wanatandika njiani lakini walipokuwa amepita lile eneo, limekuwa halina mitende, watu wakaanza kuvua nguo zao. Yani tayari wanajitoa sadaka. Mtu anapotoa anaitoa kutoka ndani, sio unatoa tu, lakini utoe kutoka ndani. Na Mungu anasema kuwa anampenda yule mtu anayetoa kwa moyo, tena moyo wa hiari, moyo wa kupenda. Unavyofanya kitu chochote, utoe kutoka katika moyo wa ndani na moyo wa kupenda. Ukisoma ile injili utaona na ndipo zingine kusoma Injili ya Luka ile mistari ya ile sura kumi na tisa mistari kuanzia ya ishirini na tisa hivi, anaangalia anasema kwa alipokaribia aliona mji anaulilia, yani anauangalia anaona jinsi ambavyo mji umechafuka, mji umekuwa sivyo alivyowacha, ndipo anaulilia ndipo anaonea huruma, ndipo ndipo anasema kuwa laiti ungejua. Sasa watu wengi hatutambui hatujui kesho yetu Ndipo Yesu anapita anaiangalia, anaondoka lakini, ndipo anaenda kulala. Inapokuja siku ile ya pili, ah, siku ile ya Jumatatu, ukisoma Injili ya Marko sura kumi na moja mstari wa kumi na mbili, alifika Bethania. Baada ya kufika Bethania alilala, hatimaye baada ya kulala pale Yerusalemu, ili asubuhi yake aende kuifanya kazi alipo enda pale, ndipo anaanza kusafisha ile hekalu. Habari ya kusafisha, unajua kusafisha, sawasa na mtu umeoga, unapokuwa umeoga uko safi, unapokuwa safi sasa inatakiwa kusafisha, kwa maana ile ilikuwa imetengwa hekalu, hadi ilikuwa nyumba ya kuabudia. Na ndipo alipofika anaona kuwa pamechafuka, akaanza kusafisha, anatengeneza mazingira, anapotengeneza mazingira Safi, kama a kupata chakula ah, kwa habari nyingine ya kawaida, habari ya kupata chakula, lazima uweze kuandaa mazingi yakiwa mazuli, na ndipo uweze kupata chakula. Chakula unaweza kusema chakula ni chakula, kama chakula cha kawaida, lakini chakula cha mbinguni, chakula cha roho. Naishi pea mbili, watu wa Mungu, pea ya kwanza naishi pea hii ya mwili wa duniani, lakini pea ya pili ni pea ya roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, na anaongelea habari ya chakula, habari ya chakula cha rohoni, sio chakula cha mwilini. Na ndio maana Yesu akasafisha, aliposafisha, ndipo watu wengine wakapata asila, kwa maana eneo lile walikuwa wanakifanyia, wanapata biashara, wanafanya biashara wanapata ushuru. Na ndipo watu wakaanza kupanga kwa maswali, asema kuwa tumsubiri, lazima atakuja siku hii nyingine na ndipo inakuja siku ile ya tatu, siku ya tatu ile, siku ya Jumanne nne ukisoma ile Injili ya Marko Mtakatifu sura ya kumi na moja mstari wa ishirini, anasema kuwa asubuhi yake aliondoka tena kutoka Bethania kwenda Yerusalemu, wanafunzi walipofika kwenye mtini waliona wote umekauka. Ukija kuangalia eneo hili, kipindi anapoenda Yerusalemu kusafisha, aliona mtini. Alipoona mtini aliulani ule mti, lakini ulikuwa siyo wakati wa tini, ulikuwa siyo majila yake, lakini kwa nini anaulani? Aliulani kwa maana alitaka kwanza kuwafundisha wanafunzi, na kabla hajaenda hekaluni kufundisha makutano, kabla hajaenda hekaluni kwa ajili ya kwenda kusafisha, anaulani mtini, kwa maana anataka kuweka mizizi katikati ya wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo sasa, siku hii ambayo inafuata, siku ya Jumanne, wanafunzi wanapopita pale, wanaukuta ule mtini umekauka. Ulipokuwa umekauka, wanamwambia hebu, tazameni huu, aliulaani jana, lakini umekauka. Ndipo Yesu anaanza mafundisho, na anapopata mafundisho, tayari anaweka misingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu ana makusudi na sisi, Mungu ana makusudi na wewe kikubwa zaidi ya yote wewe unaisikia neno hili? Mungu anatamani kuweka misingi katikati ya kwako. Mungu anaweka anatamani kuweka mbegu katikati ya kwako. Kupitia wewe, watu waje wachume matunda kwako. Yesu atukuzwe sana. Kupitia wewe, watu waje wapate kivuli kwako. Kikubwa cha kufanya kuwa na maandalio ya moyo, kikubwa cha kufanya uwe mtii wa neno, kubwa cha kufanya Fuatilia mafundisho ya Yesu ndipo utaona jinsi ambavyo Yesu ana makusudi makubwa katikati ya kwetu. Na ndio maana kabla hajafika kwenda kufanya ile huduma, kwanza anawaandaa watumishi wake. Anapoandaa wanafunzi wake, ndipo anaanza kuwafundisha kupitia ule mtini. Bwana Yesu asiwe sana hapo. Ndipo kipindi alipoendelea kuwafundisha, ndipo anaenda hekaluni. Alipoenda hekaluni, anawakuta watu tayari wamekaa kwa ajili ya maswali, wanaanza kumuuliza habari ya wake itakuwaje nikiwa na mke nikimwacha, mambo mengi kenda kufuatia Injili. Utaona jinsi ameenda kumtenga kwa maswali mengi, lakini ya Yesu alienda kuwauliza naye maswali, walishindwa kumjibu. Baada ya kushindwa kumjibu, akasema kuwa kama mnijibu nami siwezi kwajibu. Watu wa Mungu, kupitia kipindi hiki, enda kufuatilia mafundisho haya kwa kazi za Yesu. Tumeangalia namna alivyoingia katika Jumapili ya Mitende, ameangalia hekalu, hajafanya kazi Siku ya Jumatatu ameenda kusafisha hekalu, lakini siku ya Jumanne wanapoenda anaanza kuwafundisha wanafunzi wake, anaweka misingi, kwa maana hawa ndio walikuwa karibu na Yesu, kuwaweka tayari kwa ajili ya maandalizi. Wanapoenda kufanya ile kazi, wasiwe na mashaka, wasishangae chochote. Nasi unapofanya kipindi hiki, wewe unayesikia, tayari unapata kitu, andaa kitu katikati yakwako, kupitia wewe watu wengine wamjue Mungu, kupitia wewe iwe daraja la kuweza kuwafikisha watu wengine mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kipindi hiki nafikiri tuishie hapa kwa mafundisho ya Yesu ya siku mbili, kuanzia juma pili anaingia siku ya mitende hekaluni, kuangalia hekalu. Jumatatu anasafisha, juma nne anaanza kuwafundisha, lakini ndipo wanakutana na maswali. Kwa njia hii natamani sana uweze kufuatia kipindi hiki, hatimaye uweze kuona siku ya jumatano kitu gani ambacho kiliendelea. Utaweza kupata faida kubwa sana, lakini ukizingatia utayari wa kwako. Utawaliwabil inasema kuwa usiwe msikiaji wa neno bali uwe mtendaji wa neno, utakuwa na faida kubwa sana katikati ya huduma uliyoitiwa. Hujaitwa kwa sala bali umeitwa kwa faida. Na Mungu wa mbinguni akutangulie, Mungu wa mbinguni akupe mahitaji ya moyo wako, na Mungu wa mbinguni akufungulie madirisha ya mbinguni, hatumaye uweze kujua sana nini chakuweza kufanya juu ya ulimwengu huu. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nahareti, mwanamguli hai Tazama mtumishi huyu ambaye anafuatia kipindi hiki, mungu wa uzima, usimpite ha, tunasema sisi, lakini roho mtakatifu mwene mwalimu baba, umtangulie, umutie nguvu. Mungu wa uzima, baba, katika china chichina hilo, mungu kulie hai tamani kufika viwango vingine, mungu wa uzima, ambavyo omenyewe kumenda kutowa naliya. Wakati mwingine tunataka kama sisi wadamu, lakini tunatamani mapenzi yakwako yeniweze kutimizwa katika chichina lako. Yesu sifa na utukufu na mamlaka vyonu vya kwako tunakuachia. Nami kwa kushukuru ya jina ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Eme, mungu wa mbinguni akubariki sana, nitamani sana kuendelea kufuatilia kipindi hiki, na mungu wa mbinguni anafanyika baraka kwako. Eme.